Rafiki yangu mpendwa katika Bwana, tunza nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako kwa njia ya kutenda ya kutokutenda dhambi ya zinaa. Tunza nguvu ya Mungu iliyomo ndani yako kwa njia ya kutokutenda dhambi ya zinaa. Dhambi ya zinaa ina historia kubwa kibiblia. E, imeangusha vigogo waliokuwa na mafuta yasiyokuwa ya kawaida. Dhambi ya uzinzi imemwangusha Daudi aliyetiwa mafuta. Mpendo wangu, tunza nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako kwa njia ya kutokutenda dhambi ya zinaa. Dhambi ya zinaa ilimwangusha Samsoni, pamoja na ya kwamba ni mnadhiri wa Mungu. Usisogelee dhambi ya zinaa, kaa nayo mbali kabisa. Acha mazoea na watoto wa kike ovyoovyo, dhambi itakubugia tu acha mazoea na watoto wa kiume, acha mazoea na vijana, itakumeza hiyo dhambi. Ilimgalagaza Daudi, sembuse wewe tu, ilimgalagaza hiyo dhambi ya zinaa, Samson, mpaka akatobolewa macho. Chanzo ni ile dhambi aliifanya na Delila huko. Alikuwa na tabia ya wanawake sana, yule jamaa. Kila akienda huko anakutana mwanamke, anaingia kwake. Matokeo yake Samson alitekwa na nguvu ya Mungu ikaondoka kabisa. Hata kwako unanisikiliza, nguvu ya Mungu itaondoka saa yoyote, endapo dhambi ya zinaa itakukamata kama dhambi ya zinaa ina kandani yako, ujue hauna Mungu. Samsoni alipoambiwa wafilisti wanakuja, alitoka nje akajinyosha kama siku zote. Biblia inasema alijikuta nguvu zote zimekwisha, kwa sababu ya dhambi ya zinaa, ndiyo chanzo. Utanielewa tu, Mungu atakuacha. Mungu hatembei na wazinzi mungu hatembei na wazinzi mungu anatembea na watakatifu tunza nguvu ya mungu iliyomo ndani yako kwa njia ya kutokutenda dhambi ya zinaa